Wakati nilipokuwa naanza biashara nilikuwa siamini kwamba uh, mimi, na, mimi pia ninaweza nikafika katika zile sehemu ambazo wenzangu wameweza kufika. Nilikutana na fursa mtandaoni na niliweza ne, ne, kushirikishwa, lakini nilikuwa na uthubutu wa kuchukua hatua, ndipo nilipoweza kufika ofisini, nikaeleweshwa biashara, nilielewa kwa ukubwa, japokuwa sikuwa na ule uelewa kwamba na mimi kweli nitaweza nikaingiza hizi pesa, au mimi pia naweza nikafanya hicho kitu, nilikuwa sina, lakini nikajikuta tu automatiki kwa sababu nilikuwa nina maono lakini pia nilikuwa nina ndoto. Kupitia zile ndoto ambazo zinakuwa zanizunguka kichwani lakini pia kupitia yale maono ambayo ninakuwa nayo, nilianza kukiona kile kitu baada ya kuelekezwa tu hiyo biashara. Kwa hivyo nilichukua hatua ya kuweza kujifunza. Kadri nilivyozidi kuhudhuria ofisini, nikawa najifunza mambo mbalimbali, at the end na kutana na mambo mengi sana ambayo yameweza kuninyanyua mpaka hapa nilipo sasa hivi. Ninamshukuru Mungu kwa kuweza kukutana na fursa kama hizo. Kwa hiyo hata wewe kijana, nisikukatishe tamaa ninakupa moyo wa wewe unapokutana unapo na tangazo hili uweze kuchukua hatua na uweze kuzifuata fursa. Usisubiri fursa zikufuate, ila wewe ndo unatakiwa uzifuate fursa. Kwa hiyo, karibuni sana nitaacha namba ambazo zitapita katika tangazo hili, ili uweze, nije kukufundisha biashara na uweze kuifanya, ambayo itakusaidia kutengeneza kuanzia laki moja mpaka laki tano tu endapo kama utajua vizuri namna ya kuweza kuifanya lakini namna utakavyoweza kuiendesha biashara yako. Karibu sana, tunakutana Kimara, Dar es Salaam. Asante sana.